Na wa wanawake, msikurupuke mkisikia mwanaume anasema nataka watoto watano si lazima huwe mama yao wote. Chagua pale moyo wako unapopumua. Maisha ni safari ya maamuzi, si mashindano ya uzazi. Hii ni taswira ya runing yaalifa Juma watatu 27 mwezi Oktoba 2025 kwanza ni habari kwa fupi. Wairani sita wafikishwa koti ya Shanzu baada ya kukamatwa Bahari Hindi na dawa za kulevya. Washukiwa tisa wa genge la mapanga wakamatwa Likoni. Zaidi ya wakazi 500 kunufaika na mradi wa kuzoa taka Mombasa. Ni chezoni, klabu ya Nairobi united yaweka historia kuwa timu ya kwanza kutoka Kenya kufuzu mashindano ya afrika CAF baada ya kushiriki kwa mara ya kwanza. Mtazamaji, kumbuka matangazo hayo, unaweza kuyapata mubashara kupitia mitandao ya kijamii. Facebook ni Alshifa Digital Kenya, YouTube ni Alshifa Television Kenya, TikTok, Instagram na X ni Alshifa Media Kenya. Hujambo na karibu, mimi naitwa Joseph Lewa. Tukianza ni kwamba watu sita ambao ni raia wa Iran ambao walikamatwa siku ya Jumamosi Oktoba katika bandari ya Mombasa katika operesheni ya pamoja iliongozwa na maafisa wa DCI jeshi la wanamaji la Kenya Navy, na taasisi nyinginezo za usalama, wamefikishwa katika mahakama ya Shanzu hapa katika kaunti ya Mombasa, wakikabiliwa na tuhuma za kusafirisha dawa za kulevya aina ya methamphetamine zenye thamani ya takriban shilingi bilioni nane nukta mbili. Watuminiwa hao ni Jasem Dada Zeidi, nia Nadim Jakdali Imran Balochi, Hasan Balochi, Rahim Bakshi na Itmiaz Dayai. Katika operesheni hiyo, maafisa walipata vifurushi 769 vya kemikali zenye mwonekano wa fueli vinavyoshukiwa kuwa dawa za kulevya. Boti waliokuwa wakitumia watuhumiwa hao ilinaswa kilomita 630 mashariki mwa Mombasa kabla ya kupelekwa bandarini kwa uchunguzi, ambapo sampuli zilithibitishwa kuwa dawa haramu. Kwa sasa upande wa mashtaka umeomba muda zaidi ili kupata mkalimani huru atakayehakikisha haki na uwazi katika usikilizaji wa kesi hiyo. Mahakama imeagiza watumiwa wabaki kizuizini katika kituo cha polisi cha bandari, wakisubiri maelekezo zaidi hapo kesho, Jumanne ya tarehe ishirini na nane. Na mtazamaji, tusalie katika kaunti ya Mombasa, lakini tuelekee katika gatuzi dogo la Likoni, ambapo maafisa wa polisi wamewakamata washukiwa tisa wanaodaiwa kuwa wanachama kundi hatari la vijana waliokuwa wakiwahangaisha wakazi wa kutumia mapanga. Kwa mujibu wa ripoti za polisi, washukiwa sita kati ya tisa walikamatwa usiku wa kuamkia jana katika operesheni maalum ya kijasusi iliyoongozwa na afisa mkuu wa kituo cha polisi cha Inuka mrakibu Jesse Okiru. Walikamatwa katika eneo la Mwaweche, ndani ya kijiji cha Shikadabu, majira ya saa tisa usiku. Waliotajwa ni Hamad Mbwana, Juma Mwachipa, Athman Omolo, Ali Abdalla Mwangome, Hamisi Mwinyi na Ali. Watatu wengine walikuwa tayari wamekamatwa katika operesheni inayoendelea. Kwa mujibu wa kamanda wa polisi wa kaunti ndogo ya Likoni, Joseph Mutungi, jumla ya wa washukiwa tisa sasa wanashikiliwa katika vituo vya polisi vya Inuka na Likoni, wakisubiri kufikishwa mahakamani kujibu mashtaka ya wizi kwa kutumia nguvu na makosa mengine yanayohusiana. Kundi hilo linahusiana na mashambulizi ya hivi karibuni, ikiwemo lile la kijiji cha Maulana eneo la Timbwani ambapo watu watatu walijeruhiwa vibaya na mali kuporwa. Mashahidi walielezea kwamba genge hilo la takriban vijana thelathini. Kundi hilo linahusishwa na mashambulizi ya hivi karibuni ikiwemo lile la kijiji cha Maulana eneo la Timbwani, ambapo watu watatu walijeruhiwa vibaya na mali kuporwa. Mashahidi walielezea kwamba genge hilo la takriban vijana thelathini lilivamia nyumba ya vyumba vinane usiku wa kuamkia Jumatano wiki iliyopita, ikiwalazimisha wapangaji kutoa pesa, simu na mali nyingine za thamani. Wakati wa kukamatwa, polisi walipata na kufyeka mapanga matano yaliyotumiwa na washukiwa. Kamanda wa polisi Mutungi amewahakikishia wakazi kuwa oparesheni hiyo itaendelea hadi makundi yote ya uhalifu yatakapofyekwa kabisa, huku akiwataka wananchi kuendelea kuwa waangalifu na kushirikiana na vyombo vya usalama. Na zaidi ya vijana 500 kutoka makundi 41 mjini Mombasa watanufaika na mradi mpya wa kuzoa taka uliozinduliwa na serikali ya kaunti ya Mombasa. Waziri wa mazingira Kibibi Abdalla Hamisi amesema wamepokea takriban tuktuk 41 tuk zitakazotumika kwa miezi mitatu, huku wakipanga kuongeza tuktuk tuk 200 zaidi na magari makubwa ya kubeba taka. Afisa mkuu wa idara ya mazingira Hamid Nanda amesema kuna mpango wa kujenga kiwanda cha kuchakata taka eneo la Mwakirunge kitakachosaidia kupunguza uchafuzi wa bahari na kubadilisha taka kwa mali. Mradi huo unatarajiwa kuajiri zaidi ya vijana elfu tatu ili kuboresha uchumi wa kijani na kuhakikisha mji wa Mombasa unakuwa safi na salama kwa wawekezaji. Mwanahabari wetu Yasir Lewa ana taarifa kamili. Popote mliko mkiona takataka msizidharau, mkiona machupa mtaani okotena hata kama wenzetu yeah. hawajafanikiwa kufika lakini tuajua soteni, tuelekea ku namba moja, akipata sote tumefanya nini. Akizungumza, waziri wa mazingira katika kaunti ya Mombasa Kibibi Abdalla alisema amepokea tuktuk 41 ambazo zitatumika kuendesha mradi huo kwa muda wa miezi mitatu, wakilenga kudumisha usafi katika maeneo yote ya Mombasa tume recruit vijana na tunawapatia meaningful employment. Kwanza kabisa nataka niseme tuko katika trial period. Hii ni period ya miezi mitatu, ambao tunaangalia what are the teething problems that might come up, alafu baada ya miezi mitatu sasa tutakwenda full blast. Na katika hii miezi mitatu tumeajiri vijana takriban 500 katika Mombasa nzima, vijana hawa watakuwa wana, kuna tuktuks katika eno trial period tutaanza na tuktuk 41. Vijana watakuja kule mtaani Mombasa nzima kuchukua takataka. Takataka taka zitachukuliwa majumbani, zikitoka majumbani zitakuja katika hizi transfer center kama hapa Island Mvita, au transfer center ni hapa yard. Hapa kuna MRF ambao utakuwa zinakuja hapa, alafu tutakuwa na zile gari zetu compactors, tutapeleka kule Mwakirunge vile vilevile. Alitaja kuwa lengo kuu la mradi huo ni utoaji wa ajira kwa vijana na kudumisha usafi katika kaunti hiyo. Na kwa kweli leo tuko hapa na sababu kubwa namba moja ni kuleta ajira katika vijana wetu wa Mombasa, nyote, you can bear me witness, vijana wingi wako kule mitaani, wengine wanavuta bangi, wengine wanafanya mambo yasiyofaa, wa kwa sababu hakuna ajira ya maana. Upande wake, afisa mkuu wa idara ya mazingira katika serikali ya kaunti ya Mombasa Bwana Hamid Nanda alitaja kwamba kuna mpango wa kutengeneza kiwanda cha kuchakata taka katika eneo la Mwakirunge, wakilenga kupunguza takataka taka ambazo hutuba baharini kiholela. Huu mradi manake, ukisha kwenda full blast, kwanza tukiwa tunaweza kubeba taka vizuri na tukileta hapa kwenye hii transfer station yetu ambayo iko kwenye yadi plastiki recyclables zinatolewa, zinabakia taka zile za organic. Sasa zile ndo zinakwenda Mwakirunge, lakini hiyo pia kuna mradi wa kufanya nini composting. So Mwakirunge taka zitakuwa zinakwenda kidogo sana. Ile inamaanisha kwamba ile, ile kiwango kikipungua kule, pia yale, yale madhara ambayo yanotokezea kule yatapungua sana na hizi compacting trucks na nini, tutaweza kujenga pia MRF material recovery facility kule, ambayo itaajiri watu zaidi na pia itakuwa ni pesa zinakuja kwa county kwa sababu watu watakuwa wanaleta mali yao pale, wenye kufanya recycling, wenye kufanya composting, tunakuwa tunazigawanya na watu wanapewa pesa. Mradi huo unalenga kuajiri zaidi ya vijana elfu tatu, huku idadi hiyo ikitazamiwa kuongezeka baada ya kukamilika kwa ujenzi wa kiwanda cha kugeuza takataka kuwa mali na kutumika tena kwa jamii. Uh, huu mradi ni wa muhimu sana. Tunataka kuhakikisha kwamba usafi umedumu Mombasa, na kufanya hivi lazima tuende mpaka mitaani. Wanaokaa mitaani ni hawa vijana ambao munaona hapa ndo ambao watakuwa ndo kikosi chetu. Tunawapatia ajira vijana kama takribani mia tano, na baada huu muda wa trial period pilot stage tutaajiri vijana kama elfu tatu. Tutawapatia tuktuks kila eneo, ili taka mpaka ndani ya mitaa inabebwa. Kwa hivyo itakuwa si usafi peke yake, lakini pia tunadumuisha afya ya wakazi wa Mombasa. Mradi huo unalenga kutekeleza sera ya usafi na kusafisha mji ili kufanya mazingira kwa usalama kwa wawekezaji. Kwa mwezi takuwa vijana wanafanya fumigation. Hii itahakikisha kuwa Mombasa yetu iko salama, Mombasa yetu iko safi, tumedumisha usafi, tumehakikisha kuwa pia drainage system tutaziangalia and all in all, water is life. Kwa hiyo yu... ambayo alijumuisha vijana yalifanywa usajili na kupewa vyeti rasmi vya kuanza kazi, huku akidungwa chanjo ya kinga kwa magonjwa mbaya husababishwa na harufu mbaya ya takataka. Tunahakikisha kuwa vijana wamepata ajira, na hii si mastori ya jaba. Kama mnavyoona vijana wako hapa, tumeleta watu kutoka uh hii good conduct mnaona wanachukuliwa fingerprints pale. Tuko na watu katika kitengo cha afya ambao wanadungwa zile sindano zinazohitajika. Kwa hiyo nasema meli imeng'oa nanga, hakuna kurudi nyuma. Asanteni. Nikiripotia runinga ya Alshifa kutoka kaunti ya Mombasa, mimi naitwa Yasir Lewa. Mtazamaji kumbuka, naendelea kutazama habari za taswira ya runinga ya Alshifa. Unaweza kutufuatilia kupitia mitandao yetu ya kijamii pale Facebook ni Alshifa Digital Kenya, YouTube ni Al Shifaa Television Kenya, Twitter, Instagram na TikTok ni Al Shifaa Media Kenya. Na kwingineko ni kwamba baraza la mitihani la kitaifa nchini Kenya NEC, limeweka mikakati mikali kuhakikisha usalama na uadilifu wa mitihani ya kitaifa mwaka huu, huku wanafunzi wakianza kufanya mtihani wa kwanza wa darasa la tisa chini ya mtaala wa umilisi CBC. Zaidi ya wanafunzi milioni 2.4 wa Capsea na Kejisea kote nchini wanakalia mtihani huo. Mwenyekiti wa baraza hilo profesa Julius Nyakundi amesema KNEC imeimarisha mifumo yake ili kufunga mianya yote inayoweza kuhatarisha uaminifu wa mitihani hiyo. Akizungumza wakati wa kufungua na kusambaza karatasi za mtihani katika eneo la Kisumu Central, profesa Nyakundi alisisitiza kwamba baraza hilo halitavumilia vitendo vyovyote vya udanganyifu na litaendelea kuhakikisha mitihani inafanyika kwa haki, uwazi na uadilifu wa hali ya juu. Ameongeza kuwa NEC inashirikiana kwa karibu na Wizara ya Elimu na vyombo vya usalama kuhakikisha mitihani yote inasambazwa inafanywa na kukusanywa kwa mujibu wa sheria na taratibu zilizowekwa.

Na mtazamaji, kwa taarifa hiyo, nachukua pumziko fupi, narudi na habari za kimataifa. Usiende mbali. Karibu tena mtazamaji, kwenye habari za kimataifa ambapo chama cha demokrasia na maendeleo nchini Tanzania, Chadema, kimetoa taarifa nzito kikishitumu vyombo vya dola kwa kuhusika au kushindwa kudhibiti matukio ya utekaji wa watu hamsini na wawili nchini Tanzania ndani ya mwezi mmoja. Kwa mujibu wa taarifa hiyo, wengi waliotekwa ni viongozi wa chama hicho, wanachama wake, pamoja na raia wa kawaida. Kwa mujibu wa taarifa hiyo, baadhi ya waliotekwa hawajulikani walipo hadi sasa, huku wachache waliopatikana wakiripoti kuwa na majeraha makubwa au hali mbaya ya kisaikolojia. Chama hicho kimeelezea kuwa baadhi ya matukio yaliyoshuhudiwa wazi na wananchi, ambapo watekaji walijitambulisha kama askari kabla ya kuondoka na wahanga kuelekea kusikojulikana. Na mtazamaji, tuelekee michezoni ambapo toleo la 22 la mbio za Standard Chartered Nairobi Marathon lilikamilika kwa mafanikio makubwa huku wa Kenya Bernard Chepkoni na Helen Chepkorir wakitawala mbio za kilomita 42 kwa upande wa wanaume na wanawake mtawalia. Chepkoni alimaliza kwa muda wa saa 2 dakika 11 na sekunde 1 huku Chepkorir akivunja rekodi kwa saa 2 dakika 27 na sekunde 17 na kuwapa Kenya ushindi mara mbili katika mbio hizo zilizovutia wanariadha kutoka mataifa 92. Toleo la mwaka huu limevunja rekodi ya ushiriki likiwa na washiriki 3062 wakiwemo zaidi ya ya wanariadha 200 wa kiwango cha juu kutoka ndani na nje ya nchi. Idadi ya watu wenye ulemavu PWDs pia imeongezeka kutoka 146 ya mwaka 2024 hadi 184 ya mwaka huu 2025 mbio za kilomita kumi ndizo zilizoandikisha idadi kubwa zaidi ya washiriki ikiwa 12,855 ikilinganishwa na 10,276 mwaka uliopita. Katika orodha ya mataifa iliyoshiriki zaidi, Kenya imeshika nafasi ya kwanza ikifuatwa na Uganda, Tanzania, China, Marekani na Uingereza. Mbio hizi pia zimevunja rekodi kwa upande wa michango ya kijamii zikiwa zimekusanya shilingi milioni 76, kiwango kikubwa zaidi kuwahi kupatikana katika tukio la siku moja ya humu nchini tangu kuanzisha kwake. Mbio hizi zimechangisha zaidi ya milioni 925 kwa miradi ya jamii nchini. Kariuki Ngari, mkurugenzi mtendaji wa Standard Chartered Bank Kenya and Africa, alisema toleo la mwaka huu limekuwa la kipekee kwa ongezeko kubwa la wanariadha mahiri wa dhamini na ushiriki kwa jumla Ngari aliwahimiza Wakenya kuendelea kushiriki katika matukio kama haya yanayochochea afya, mshikamano na maendeleo ya kijamii.

it was not easy but we had to work for it and i'm grateful because i'm grateful because i might the winner of the day and i'm happy na mtazamaji klabu ya Nairobi United imeingia katika vitabu kama klabu ya kwanza kabisa humu nchini fuzi wa hatua ya makundi ya kombe la shirikisho barani Afrika, CAF Confederation Cup katika msimu wao wa kwanza wa kushiriki michuano hiyo. Kikosi hicho cha kocha Nicholas Muyoti kilipiga hatua hiyo baada ya kuishinda klabu kongwe zaidi kutoka Tunisia, Etoile du Sahel kwa mikwaju ya penalti saba kwa sita kufuatia sare ya jumla ya magoli mawili kwa mawili katika mechi mbili za nyumbani na ugenini. Kwa mafanikio hayo, Naiboys wamejipatia jumla ya shilingi milioni 58.1 ikiwa ni sehemu ya zawadi ya fedha kutoka CAF, wakipokea milioni 6.4 kwa kufuzu round ya awali na shilingi milioni 51.7 zaidi kwa kufika hatua ya makundi. Hii ni mara ya kwanza tangu mwaka 2018 ambapo klabu ya Kenya ilifika hatua hii, jambo ambalo linafufua matumaini mapya kwa kandanda la taifa. Kwa muda wa miezi minne pekee, safari ya Nairobi United imekuwa hadithi ya kushangaza katika soka la Kenya. Hata hivyo walianza kwa kutoa ubingwa wa National Super League yani NSL wakipanda daraja hadi FKF Premier League kisha wakashinda kombe la Mozart Bet Cup baada ya kushinda Kogalo katika fainali na kujihakikishia nafasi kwenye kombe la shirikisho barani Afrika CAF Confederation Cup. Tuelekea ugaibuni ambapo tuangalie uhamisho wa wachezaji ambapo klabu ya Liverpool wanajitayarisha kuwasajili wingo wa Bournemouth Mgana Anton Semenyo mwenye miaka 25 na fuadi wa Newcastle United Mwingereza Anthony Gordon mwenye miaka 24 ili kuimarisha safu yao ya ushambulizi, ambao kwa hivi sasa Liverpool ni kati ya vilabu ambavyo havifanyi vizuri. Liverpool pia itapambana na Real Madrid ili nia sahihi ya kiungo wa kimataifa wa Ufaransa Kefrem Thuram kutoka Juventus ambaye amewekewa kitita cha poni milioni sabini cha kumwondoa katika timu hiyo. Liverpool pia watafufua pendekezo lao la kununua beki wa Crystal Palace Mark Guehi Mwingereza ambaye ametangaza kuondoka klabuni hapo mwishoni mwa msimu huu wakati ambapo mkataba wake utakuwa unakamilika. PSG wako tayari kuvunja rekodi ya uhamisho wa mwaka 2017 ambapo walimsajili Neymar Jr kutoka Barcelona ili kumsajili Lamine Yamal kwa ada ya poni milioni mia tatu na hamsini. Hata hivyo, Barca wako tayari kusikiliza ofa yoyote kwa ajili ya mchezaji huyo ambaye ni kati ya nguzo muhimu katika kambi hiyo. Kwingineko ni kwamba Los Blancos wameingia kwenye kinyang'anyiro cha kumsajili kiungo wa Uingereza Elliot Anderson kutoka Nottingham Forest ambaye pia ana window na Manchester United, Newcastle pamoja na klabu ya Liverpool. Man United wamepiga hatua katika mbio za kumsajili winga wa AC Milan Mreno Rafael Leao ambaye pia amezivutia timu za Chelsea pamoja na Arsenal. Jarida la Fija Chess linaripoti kwamba AC Milan watamwachilia kwa kitita cha pauni milioni 80 hadi 100. Na mtazamaji, kabla asijaondoka, acha nikupakulie kisa ambacho ambacho kwamba baada ya kisa utaona kile ambacho utakwenda kujifunza. Kuna mwanaume ambaye alikuwa amekaa miezi mitatu bila kufanya tendo la ndoa na mkewe, na sababu kuu ilikuwa kwamba mke wake alikuwa katika kipindi cha kulea na alifanyiwa upasuaji wakati wa kujifungua. Basi siku moja mkewe alimonea huruma mmewe baada ya kuona kwamba ana majipu na chunusi ambazo zinamtoka usoni mke wake akamwambia, basi mume wangu mpenzi, najua jinsi gani unaumia na kuvumilia kutokana na hali yangu jinsi ilivyo. Nakuomba chukua hii elfu moja, tembea tembea kidogo mtaani upunguze uzito, lakini kumbuka kutumia kinga. Nakupenda mume wangu, mwa mwa na mwa. Mume alimshukuru mkewe, akapokea ile hela kaondoka zake, lakini baada ya jisali moja na nusu hivi mume wake akarudi nyumbani, mke wake akamuuliza mm, mara hii umerudi mme wangu, kwa kweli unanipenda sana. Mme wake akasema si kwenda mbali mke wangu, niliingia nyumba hiyo ya jirani yetu kwa mama Sonso, si unajua mme wake amesafiri muda mrefu hayupo. Nimeongea naye kidogo akakubali, kumbe naye alikuwa na hamu. Tukaingia chumbani tukafanya yetu, yani I say, yupo vizuri sana kwa kweli nimeenjoy mpenzi wangu. mke akasema kama ni kwa mamasonso natumai hujampa hata hela yote, sio? Mme akasema nimempa mia tano, lakini akasema ni kidogo ikabidi nimpatie elfu moja yote, amepokea hela yote elfu moja. Mke akasema, yaani kumbe mamasonso ni chizi kweli! Kwa nini mke wangu? Mme akauliza. Mke akasema, mamasonso ndio wakuchukulia wewe hela yote kweli safari nyingine sitamsaidia tena hata kidogo. Mme akauliza kwa nini unasema hivyo mke wangu? Mke akasema wakati yeye amejifungua sonso ilimsaidia mmewe kumpa mapenzi bure mpaka mtoto amekua, sasa iweje kwa wewe mme wangu apokee hela yote hiyo, wakati mimi kwa mmewe nilikuwa nampa bure? Kwa nini kwako achukue hela yote? Mme alifaint. Ndiyo hivyo mtazamaji, utaona kwamba ni kitu gani ambacho umeweza kujifunza katika kisa hicho? Kwa sababu mwanaume alifaint. Je, yeah, baada ya hapo ndoa itaendelea ama ndoa itakufa hapo? Utajijazia mtazamaji, siku zote wanasema kwamba machozi ya muuza majeneza hayaaminiki msibani. Kwa niaba waliofanikisha matangazo haya, mhariri amekuwa ni Jonathan Mwanzia, piga picha ni Dennis Maina, mimi naitwa Joseph Lewa Lalata.